Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya ufugaji bora TV. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba, mimi ni fundi wa local cage na pia ni mtaalamu wa mifugo. Leo nimewaletea vifaranga ambao tumewafikishia chini. Faranga wetu wako elfu mbili, tumeweza kuwafikishia chini. Hii tumeteua kama bruda kwa ajili ya kulelea vifaranga, japokuwa sio njia nzuri sana lakini kwa awali tumeweza kuitumia hii bruda ili tuweze kufikia ile lengo ambalo tumelikusudia, lakini kwa njia hii tumeweza kufikisha vifaranga wetu maeneo haya hapa, ambapo mpaka sasa uh, wapo kwa namna hii na tumewapeleka katika banda kubwa katika ishu ya ufugaji. Sasa leo jambo la kuzungumzia sana ni lipi? Ishu nzima ya kuzungumzia katika video yetu ni kuhusiana na matumizi mazuri uh, ya ufugaji wa kuku. Matumizi mazuri ni yapi katika ishu ya ufugaji wa kuku? Kwanza, kitu ambacho tuna tageti sana katika ishu ya ufugaji wa kuku, tuna tageti miundombinu. Tunapaswa kuwa na miundombinu mizuri ambayo inaweza kutufanya sisi kufikia lengo au kupiga hatua nzuri katika ishu nzima ya ufugaji. Ufugaji una changamoto sana pindi utakuwa unafuga kuku kiholela maana yangu ni ipi? Unafuga kuku katika njia za kienyeji zaidi, unakuta kuku ni wa mayai wa kisasa, lakini ufugaji wako unakuta ni wa aa, wa kienyeji sana. Yani maana yangu ni kwamba unakuwa huko hafifu mno, ambapo unaweza ukasababishwa na magonjwa ya magonjwa no, ya mlipuko. Unaweza ukasababishwa na changamoto nyingi nyingi sana, ambazo mara nyingi huwa nazielezea, lakini leo nataka nielezee kwamba hizo changamoto zinaweza zikamalizika kwa kutumia njia ipi? Njia inayomaliza changamoto nyingi katika ishu ya ufugaji wa kuku ni njia ya roko keji. kama tunavyoweza kuiona keji yetu, hizi keji zinaweza kukusaidia wewe katika ishu ya ufugaji kwa namna tofauti tofauti, zinaweza kukusaidia wewe katika namna tofauti tofauti. Kivipi? maana yangu ni kwamba unapotumia keji, kwanza unaepukana na ishu ya magonjwa haswa magonjwa ya mlipuko, magonjwa yale ya kuambukizana kwa kuku, maanake mifumo yake iko vera automatically, kama mfumo wa maji. Kama tunavyouona huu mfumo wa maji uko nyuma ya keji yetu ambayo tumeitengeneza kwa hiyo kuku watakunywa maji kupitia ah, hizo nipo system zinazojionyesha hapo, na hizi gata ziko nje kama unavyoona ziko katika mfumo wa keji, alafu kwa upande wa nje zinasaidia vipi hizi gata? Kuku hawezi kuchafua chakula, hawezi kukichafua, na wewe pia mwekaji hautumii muda mwingi kuweka chakula bandani. Tafsiri yake ni unapita kwa muda mfupi sana kuweka chakula hiki katika banda lako. Mm, video video zingine nimeweza kuelezea a, matumizi mazuri ya muda katika banda letu pindi tunapotumia a, hizi local cage cha ja kuwashauri hapa kikubwa zaidi mwendelee kusubscribe mwendelee kupata vipindi zaidi ya hivi. Habari ndugu wapenzi wa watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV, kwa majina anaitwa Baraka Jeji Udoba. Mimi ni fundi wa local cage na pia tunajihusisha na masuala ya kilimo, tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa mabanda ya kuku na pia na sisi ni wafugaji. Kwa hiyo tunatoa ushauri namna nzuri ya ufugaji. Pia tunatengeneza miundombinu ambayo ni mizuri ambayo itakuwa ni special kwa ajili ya mradi wako. Lakini leo kuna kipindi kizuri ambacho nimeandalia, pia tumekuja tushare ah, pamoja kwamba tumeshaeleza mambo mengi kwamba keji yetu na sehemu nyingi ambazo zinaweza zikarahisisha kazi. Sasa leo nimekuja kwa vitendo kwamba hii ni keji yetu tayari tumekwisha itengeneza, tumeshaweka kuku wa mayai tayari. Hii ni keji ya kuku 300 na tumeweka kuku wetu tayari. Sasa issue nyingine ambayo tunakuja kuielezea au kuongea au kuionyesha katika keji hii ni uvunaji wa mayai katika hii keji. Kwa nini huwa na wanawake kutumia keji unatumia muda mfupi sana katika ishu ya uvunaji wa, wa mayai? Mfano, hii keji kama tungekuwa tuna amini tulisiwe na keji tumeweza kuko chini, ningetumia muda mwingi na ningeumiza mgongo kukota yai moja baada ya nyingine. Lakini kwa kutumia keji hii nitatumia muda mfupi sana kuweza kukusanya mayai yangu na kuyaweka katika chombo na kwa muda huu maana yake ni kwamba na kitu sichosahau, mtazamaji, maya yetu ni wasafi kabisa na hayana. Kwa hiyo unapochukua, unapotumia teji hii hii product moja pamoja, unaweza kutuika suna na, na madhara yoyote. Kwa hiyo hio, ndugu wapenzi wa tazamaji zetu, zinasaidia sana katika ishu nzima ya ufugaji. Kwa hiyo unapotumia teji hii hata wewe mwenyewe ukiwa huna vijana wa kazi na uwezo wa kuhudumia hawa kuku wako maana baada ya hapa hizi gada zetu zinatumika kuweka chakula. Kwa hiyo hapa nitatumia muda mfupi, ili niweze kuendelea na shughuli zangu za hapa nyumbani, kukusanya haya mayai. Kama haya mayai yangekuwa chini, tafsiri yake ni kwamba nisingeweza kuyaokota kwa urahisi kiasi hichi, lakini kwa kutumia keji hii, kuna urahisi mkubwa sana wa kuweza kuokota haya mayai kwa haraka na yakiwa masafi na salama kabisa. Ndugu watazamaji, tayari nimekwisha kuokota mayai yangu na hakuna mayai ambayo nimebakisha. Mayai yangu yako tayari, nimeokota, nimeanza kuvuna kuanzia asubuhi, na sasa hivi naendelea kuvuna, na baada ya muda kama wataendelea kutaga, nitaendelea kuvuna pia. Hii ndiyo faida ya kutumia keji, kwamba nimetumia muda mfupi na naenda kuendelea na shughuli zangu, na kesho nitapita, nitaanza kuchukua uchafu huu kwa kuvuta hizi bati nitakusanya, nitafanya usafi wa banda langu, na kesho kutwa pia nitaendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo nina uwezo wa kuhudumia kuku mia tatu huku nikiendelea na shughuli zangu za nyumbani za ulimaji wa mboga mboga au za uuzaji wa duka pasipo kuathiri jambo lolote. Nawakaribisha sana katika ufugaji bora, tuweze kushirikiana katika utengenezaji wa keji. Karibuni sana, tunawapenda.